Dar es Salaam kashindwa, Azam mo GSM wametawala, lakini Dodoma, a Arusha au mkoa wako, hiyo ndiyo nchi yako leo. Nitakufunua jinsi ya kutawala soko lako kama mafia na dragon, bila kushindana na makampuni makubwa. Jeng ufalme wako kwanza, fanya mkoa wako uwe nchi yako mwenyewe. Enda uchague sehemu moja au mbili za mkoa wako, mfano mtaa wa Mnadani au Sombetini, Dodoma ziba mahali popote panapoweza kuingia ushindani kama mafia anavyolinda eneo lake. Weka matangazo yako kila mahali, vikaratasi, bendera, hata kwa magari na bodaboda. Kwa mwenye bodaboda ni rafiki yako, wafanye kuwa wajumbe wako wa siri. Pili, weka jina lako kwenye kila kitu hata vifuko vya plastiki. Na tatu, kama huna pesa ya matangazo tumia vijana wa Instagram wa mkoa wako kueneza habari. Kushinda kwao Dar ni kushindwa kwako. Jenga ufalme wako kwako. Waache wajue wewe ni sehemu ya kwanza. Fanya bidhaa zako ziwe lazima kwa wakazi. Toa huduma za ziada kama utoa huduma ya kubeba mizigo kwa bei nafuu. Zalisha bidhaa kwa sifa za kienyeji. Majani ya chai ya Kondoa pekee. Fanya uhusika na serikali za mtaa, wafanye wawe sehemu ya biashara yako. Kama watu hawawezi kupata kitu kwako, wataleta pesa kwako. Tumia njia za mafia. Epuka wauzaji wa Dar es Salaam. Pata vifaa moja kwa moja kutoka wakulima au wafanyikazi wa mkoa wako. Unda mfumo wako wa usambazaji. Tumia vijana wa bodaboda -boda kama wajumbe wako. Lazimisha wauzaji wengine wa watumie mfumo wako, kama mafia anavyotawala mizigo. Mwenye mizigo ndiye mwenye nguvu. Weka mteja kwenye mtego. Kuwa dragon wa sekta yako. Tumia moto wa bei ya chini Toa bei ya kushangaza kwa miezi mitatu wafanya wateja wakuje kwako. Wakati washindani unapojaribu kufuata, waweke kwenye deni kwa kushusha bei zaidi. Baadaye rudisha bei kwa kiwango, wateja wameshaamini brand yako Dragon House. kwa bei anauza kwa kuwashinikiza wenzao kufa. Kumbuka makampuni makubwa ya Dar hawana nguvu mtaani kwako. Wewe ndiye simba wa mtaa. Jenga, tawala na uwaongoze kwa nguvu. Kama video hii hi imekusaidia, bonyeza like, share na mpanyabiashara mwenye nia ya kutawala subscribe. Unahitaji ushauri maalum kuhusu mkoa wako, andika jina la mkoa kwenye. Nitakupa mbinu.